Ni takribani mwezi mmoja tangu kusitishwa kwa huduma za usafiri wa mabasi yaendayo haraka kutokana na uharibifu wa miundombinu uliotokea siku ya uchaguzi mkuu. Na sasa huduma za usafiri zimerejeshwa rasmi katika baadhi ya maeneo ikiwemo safari kati ya kituo cha Ubungo Maji na Gerezani yeah. Ziara hii ya ukaguzi wa miundombinu ni sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliyotoa Jumanne hii kuhakikisha huduma za mabasi ya mwendo wa haraka zinarejea ndani ya siku kumi. Wakati wa ziara hii, Darti wakabainisha vituo vitakavyofanya kazi kwa barabara ya Morogoro. Usafiri wa kuanzia kituo hiki cha Ubungo Maji kwenda mpaka Kivukoni na kwenda mpaka Gerezani lakini ndani ya hizi siku mbili mpaka Jumatatu tutakuwa tumeshaongeza vituo vingine ili kuweza kuwarahisishia wananchi wa maeneo haya kusafiri wa kufika mjini. Kuna baadhi ya vituo ambavyo vinaendelea kufanyiwa marekebisho havita, tutakuwa tunaviruka, na tutakuwa na njia ya kutokea Ubungo Maji kupita Urafiki kuja Faya na mpaka vituo vyote kuelekea Kivukoni, hivyo vituo vyote vitakuwa vitatoa huduma. Njia ya Ubungo Maji kuelekea moroko bado kuna kazi tunazifanya, lakini nazo zinaenda sambamba na ile njia ya kwenda Kimara, kwamba zitakapokuwa zimekamilika, nazo huduma zitaendelea. Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe akatoa maelekezo hivi vituo vilivyobaki. Nisisitize kwamba ndani ya siku nne vilizobaki tuhakikishe kwamba asilimia mia moja ya huduma hii ambayo ni ya mwendo kasi inarejeshwa. Vile vituo ambavyo bado tunaendelea na ukarabati, tunajua hatutapakia abiria kwenye vile vituo. Mabasi yale ambayo yana abiria yasimame kwenye kila kituo kushusha abiria. Abiria wa usafiri huo wakaonyesha furaha yao, wakilinganisha na hali waliokumbana nayo katika siku za hivi karibuni. Abiria anasimama kituoni masaa mengi. Serikali jitahidi sana kurekebisha vituo ili mwendokasi irudi kwa asilimia mia, magari yaendelee kama kawaida ilivyokuwa. Ukiingia sasa mjini, kwa sababu daladala zilikuwa hazifanyi kazi kwenda safari za mjini, sasa zimeruhusiwa daladala kwenda mjini. Baada ya changamoto hiyo sasa umejikuta kule mjini foleni imekuwa ni kubwa. Mi nina imani baada ya kurejea kwa shughuli hizo watu wataendelea kuzifurahia na watajifunza kitu kupitia hili. Huduma za usafiri wa mabasi hayo kuanzia Kimara mpaka Gerezani na Moroko zinatarajia kurejeshwa ndani ya siku nne zijazo. Rebecca Mbembela, Azam News.